Beach boy, vipi? Poa. Vipi kama ka naona ile mjini ya kuseme uongo shebele, shebele ng'ari ng'ari, shega shega, ah. Kimwaga, mbona siku hizi usoka umekomaa sana, hao ndo bangi nyingi. Aya, ah. Yeah. <laughs> unaulizia ndumu kijiti hapa ndo mahala pake, yaani kitulia hivi maskani, nasikilizia kitu naiona sauti hapa dibeni hapa hivyo. Mboy, unajikuta nani hasa katika kijiji kivipi, najizima data au vipi? Unajua sister yangu mimi ana amani kwa ajili yako. Yani asubuhi ni kulia, mchana kulia, usiku kulia, ambiliki askiki. Afu si tushakataa mahali kibao, dadangu kashakataa barua kibao kwa ajili yako, afu mboye upo umerudi ngali ngali nini, unanata unamsahau dadangu hivi? Unajua mapenzi yanavouma? Yaani nafika kipindi dadangu, mimi kune mboga naacha kutia chumvi, anaweka sukari kwa ajili yako si tunakula vibovu kwa ajili yako wewe, mboi upo tu unakula la. Oya mwanangu, yule da sista yangu mimi, damu zito kuliko maji, tutapoteana sasa Kimwaga, mahusiano yangu mimi na dada yako yanahusu nini? <coughs> Omboi, unajisaulisha, yani unajisaulisha kabisa wakati unaniagiza, wakati kipindi fulani unanipa vichenchi vako nimpelekee dadangu, ulikuwa ujui kama uhusiano wenu mimi hayanihusu? Hebu nisikilize, Kimwaga, mimi na dadako tumeshamalizana. Hakuna jambo lililokosa mwisho. Mwisho wa mimi na dadako umeishia hapa. Sasa kama wewe kakuagiza uje kuniambia mimi, upumbavu wako, na mimi nakutuma ukamwambia hivyo hivyo, kwamba simtaki na siwezi kuwa naye tena. He? Umboi, unasemaje? Hi, oya, msikilizeni huyu. Unachekesha umboi. Ujue mwanangu, five years yo kloko sisi angu wanakusubiria wewe. Tumekataa barua kibao za hashefa. Tumekataa mahari kibao. Alafu mwanangu amerudi chikoo pao siyo? Unamtupa dada angu kwa ajili ya vishawali. Oya. Tunapoteana raundi. Oya, umboi. Hapa sheria ni moja. We utake, usitake, utamuoa dada angu. Kimwaga, Kimwaga, usijione umeweza kuvuta mibangi kwa jiji. Wewe mkubwa, nisikilize kwa makini, hebu nisikilize. Mahusiano yangu mimi na dada yako wewe hayakuhusu, unaelewa hilo eh? mm. Alafu nimesha mwambia dada yako simtaki, kwa hiyo kama kakuagiza ujikumbana mimi, wewe kamwambia kwamba mimi simtaki Kimwaga, wewe ebu, ebu tusikilizane, Kimwaga, unajua panga Kimwa, na hilo panga hilo panga, ujue punda aende bila viboko, haiki ndo kiboko chako. mimi mimi, ni muoe nisikilize, nisikilize, nisikilize, nisikilize. Nisikilize chini, chini. on boy. Piga Kimwaga, Kimwaga basi, basi unaniambia mimi ni dadangu tulikuwa Haya sasa, kiko wapi? Kiko wapi? Kila siku nilikuwa nikikuambia humu ndani, haunisikii mimi, wala kakako wala baba babako mdogo hapa, hautusikii kabisa. Barua zimekuja za kila aina, wanaume wa kila aina, wewe usikii chochote. Kazi yako neno moja tu ndonga, ndonga, ndonga. Haya leo kiko wapi? Haya kinachokuuliza kila siku humu ndani kitu gani? Kila siku umekuwa ni mtu wa kulia. Unalia, unalia, unalia nini? Unaweza kaniambia unalia nini? Unajua nini bim dash da sister huyu kajamba kwenye maji na kilichomumbua huyu ni ndibwi ama chimichemi? Kwa sababu mimi nilikuwa naongea kila siku hapa, nilikuwa nikiongea kila siku daily, mimi naongea, mlikuwa mnaniona kama mimi mjinga, sina akili, mlikuwa mnaniona ni mvuta bangi tu. Ya. I smoke weed. Nakula marijuana. Lakini I am mastermind. Nina ubongo wa kufikiria jambo kwa kina na nikafanya decision making iliyo sahihi. Bi Mkubwa. Mimi nilikuwa namwambia mwanao kila siku. Nilikuwa namwambia da sister tulia. Dunia sasa hivi imebadilika. Dunia sasa hivi imekuwa kama GTA City. Yaani don't believe anybody. Usimwamini mtu yeyote. Hata mimi kaka yako kwenye mazingira yangu mengine usiniamini. Usiniamini kabisa. Lakini kenyewe sasa akakunisikiliza faza. Hajasikiliza kabisa. Kakajikuta ndo kajoli na kuka bwana chake ndo kashalkani sasa. Wakati kale kajama, kama utakaangalia vizuri. Ukikiangalia vizuri kwa jicho la lohoni kabisa. Unakaona kabisa kale kajamani kasaliti kasaliti. Yaani bimdash, vijitu vyenye ndevu vya kushuka hivi ni visaliti yani, ni visaliti ona. Sasa karudi kijijini kakamata chula mwingine ana enjoy tu life. Hakutaki, hakutaki hana mda na wewe, hana time na wewe, ana enjoy mwenzako life. Sasa ana enjoy vipi maisha wakati yeye ndo kasababisha? Si tusile ubwabwa kwenye nyumba hii, ubani usichomwe kabisa kwenye nyumba hii. Yeye ndo kasababisha Saizi tungekuwa tushakula mahali kitambo, mimi kakamtungekuwa shakatiwa kipande changu nishapita hivi. Lakini yeye ndo kasababisha sisi tusile ubwabwa. Sasa kwenye hili bi mkubwa Faza, kwenye hili sitoliacha salama, lazima nifanye revenge ah. Jamani -ah. Lengo la kikao hiki sio kutupiana lawama bali ni kuangalia jinsi gani tutaweza kumsaidia binti yetu kuondokana na hali ya huzuni hii ya kila muda, asije akapata ugonjwa wa sonona bure, tukapata shida sisi hapa. Sijui tunaelewana? alafu yaliyopita si ndwele tugange yajayo pia, kisicho riziki hakiliki. Kwa hiyo tumshukuruni Mungu kwa hiki kilichotokea, Wenda ana shani yake. Nadhani tutakuwa tumeelewa. Sawa Aisha. Hivi unajua kwamba sasa hivi tabia imeanza kukonda, anatia huruma yani Unaambiwa usitukane mamba kabla hujavuka. Mtu alizidi kutamba yani, haipiti siku hajazungumzia ndoa yake na ndonga. Hadi leo inauma. Ni kweli shosti, maana sisi wengine tulikuwa tunaonekana magumegume yaliyoshindwa na mtumi. <laughs> Sawa sawa tu, mwache ateseke hapo, wala atuchekani au <laughs> ah, sio Hivi ni kwa nini sisi binadamu tunakuwa na kasumba mbaya ya kuwacheka binadamu wenzetu wanapopatwa na matatizo? Yaani, unapata wapi pawa ya kumcheka binadamu mwenzako mwenye changamoto? Mnadhani changamoto ni za kwake peke yake <tuhi> au ndio vifu vyetu sisi, furaha kwenu, uza majeneza pamoja na sanda? Yaani siamini, siamini kuwa kama mpaka nyinyi mnakaa na kumkanyagia dasista wangu mimi, yaani mpaka wewe Aisha! <laughs> Kweli nimeamini, we are in the GTA city and don't believe anybody. Sema nini, ushuzi wa mlevi hauwezi kuizidi harufu ya, ya pombe. wechula juzi umekuja magetoni kuangusha, alafu leo mauningi naamka muuni naangalia kodi zangu nijipigilie nitoke chikopa kijijini, wanawake wote wanitazame, nakuta baadhi ya nguo zangu hazipo tena zile mpya kabisa. Napita sokoni nakutana na mdogo wako Mustakimu katinga nguo zangu anadundika, sijapenda alafu hizo dharau na spendi nisikumwambia avae alafu nilitaka kukufulia. <laughs> Unaniona ni bogazi sana eh? E, ina maana nguo chafu kuziona mpaka uchukue nguo mpya. <laughs> Samee kimwaga. Okay. Endeleni kupiga ngenga. Mana naona kabisa mnafosi kupuliza moto huku, mna tumbo la kuwala, na kitakachofata ni ile ya mtema kuni. Mtashindwa kutema mate, mtatema kuni na laundii. Nawahakikishia tutapoteana. Aisha, kumbe bebi mpya kimwaga na usemi <laughs> sema, una moyo umepata hapo, ujasiri wa kutembea na mtu kama yule, maana akakongoroka atafikiri basikeli ya fundi. Fuata kilichokuleta yatakushinda nyo. Ah, tuseme alhamdulillah. kwa maana kwa ile barua yetu ya posta tuliyoipeleka imepokelewa, na kwa dalili nilizoziona, hakuna majibu mabaya, atakayorudi Tutarajie majibu mazuri, maana nimemkuta shangazi pale, nimemkuta baba mdogo, nimemkuta baba mkubwa, tuseme kiujumla nimekuta familia yake yote kwa pamoja mm -hmm, na wamepokea kwa furaha lile jambo, kwa sababu hawakulitarajia ah. Na pia wamemwaga sifa kwa muoaji <laughs> wamemwaga sifa kwa muoaji. Kwa hiyo tuiandae shughuli, maana sidhani kama kuna majibu mabaya yatakuja. Kwa hiyo kikubwa tu mimi ninachopenda kupendekeza, mkitaka mtu wa mavazi siku hiyo ya harusi, mimi nina rafiki yangu mmoja hivi anaitwa Sugu Kipala. Huyo ni bingwa wa kupendezesha mababu harusi na mabibi harusi, kwa sababu ana kanzu nzuri kama hivi, anauza pia viremba, anajua kuwaremba. Kwa hiyo tujiandae tu na ndoa. mm. hakuna kitu chochote kitakachoweza kupinga. Ah, asante Mungu <laughs> Assalamu alaikum, Mashallah. Wa waalaikum salamu, wako vipi? Alhamdulillah. Nimetoka nyumbani hapo, nimeita sana, nimegonga mlango, nimeona kimya, nikaamua nijiondokee zangu zangu. Nilienda masjid. Oh, umeanza kufanya ibada. Mashaallah. Mungu akujalie kwa hilo. Inshaallah. Nilianza ibada toke ile siku ulionipa darasa. Nikafikiria nikaona kweli ni bora nimrudie mola wangu. Sawa, lakini mjomba, unazingatia suna za usiku? Ndiyo, mwombe Mungu kwa swala za usiku, ukipiga goti kwa matatizo yako, ukimwelezea Mungu, anaweza kafanya wepesi. Ila kile cheti cha form four nacho kipo, ila sijaenda kukifata bado. Basi kifuatilie, maana manispaa kuna nafasi za ajira zitatoka hivi karibuni. Aha, sawa. So, haina shida mjomba. Basi inshallah, kila la heri. Hili ndiyo zoezi la mwisho na hii ndiyo funga kazi. kafanye kama nilivyokuelekeza sawa? so, bibi. Nitafanya kama jinsi ulivyonielekeza sitokosea hata theluthi.